Leo Juni 16 mwaka wa 2025, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeshuhudia tukio lingine la kihistoria. Mwanasiasa mashuhuri na mmoja wa wapinzani wakubwa wa utawala wa sasa, Tundu Antifas Lissu, amefikishwa tena mbele ya mahakama kujibu mashtaka mawili makubwa: uhaini na kutoa taarifa za uongo kupitia mitandao ya kijamii. Ulinzi leo ulikuwa wa hali ya juu isiyo ya kawaida. Magari ya jeshi la polisi, magari ya maji ya kuwasha na vikosi vya FFU vilijaa maeneo yote nje ya mahakama. Watu waliokuwa wakitaka kuingia eneo la mahakama walilazimika kupitia ukaguzi mkali. Huu ni ulinzi ambao mara nyingi huonekana tu kwenye kesi kubwa au za kiusalama wa kitaifa. Mashtaka dhidi ya Lissu ni mawili na yote yana uzito mkubwa. Kesi ya uhaini: serikali inamtuhumu Lissu kwa kutoa matamshi ambayo, kwa mujibu wa upande wa mashtaka, yalikuwa na dhamira ya kuipindua serikali au kuhamasisha vurugu dhidi ya dola. Kesi ya taarifa za uongo mtandaoni hapa Lissu anatuhumiwa kuchapisha maneno au video mtandaoni ambazo serikali inadai zina nia ya kupotosha umma na kuchochea chuki au hofu dhidi ya serikali. Lakini leo Lissu hakujibu moja kwa moja mashtaka hayo, badana yake alieleza mahakama kuwa ajapatiwa fursa ya kuzungumza na mawakili wake akiwa gerezani, jambo ambalo ni haki ya msingi ya kila mshtakiwa. Aliomba kupewa nafasi ya kujitetea mwenyewe indapo mazingira ya kupata mawakili binafsi hayatoboreshwa. Hakimu aliyesikiliza kesi hiyo alisikiliza hoja kutoka pande zote mbili. Serikali ilieleza kuwa uchunguzi unaendelea na upande wa mashtaka unaendelea kuomba mashahidi walindwe kisiri. Baada ya kusikiliza hoja hizo, mahakama ikaamua kesi zote mbili ziahirishwe hadi kesho tarehe 17 Juni 2025. Hii ni ahirisho lingine ambalo limekwisha tokea kabla ya hapo, lakini kwa Lissu na wafuasi wake kila dakika inasababisha mvutano mkubwa wa kisiasa, kisheria na kihisia. Nje ya mahakama, wafuasi wa Chadema walijitokeza kwa wingi licha ya hali ya wasiwasi. Wakiwa wamebeba mabango, walitoa kauli mbiu kama no reforms, no elections, haki kwa Lissu, haki kwa wote, na sauti ya mabadiliko haiwezi kunyamazishwa. Kwao, hii siyo tu kesi ya mtu mmoja bali ni kesi ya haki za msingi, uhuru wa maoni na mustakbali wa demokrasia nchini Tanzania. Tundu Antipas Lissu si jina ngeni. Mwaka 2017 alipigwa risasi zaidi ya 16 akiwa nje ya bunge. Alinasurika na kwenda nje ya nchi kwa matibabu ya muda mrefu. Mwaka elfu mbili na ishirini alirejea nchini kuwania uraisi kupitia CHADEMA, lakini alikumbana na ukandamizaji mkubwa wa kisiasa. Na sasa miaka tano baadaye, bado jina lake linaibua msisimko na mvutano mkubwa wa kitaifa. Wapo wanaoamini kuwa mashtaka haya ni halali kwamba hakuna mtu yoyote aliye juu ya sheria, lakini pia kuna kundi kubwa la raia na wataalamu wa sheria wanaohoji: je, kesi hizi zinatumiwa kama silaha ya kisiasa? Je, serikali ina hofu na umaarufu wa Lissu katika uchaguzi mkuu unaokuja? Je, uhuru wa maoni unazidi kupungua nchini au ni taifa linaweka mipaka ya nidhamu ya kisiasa? Leo Juni 16, tumeshuhudia sehemu nyingine ya sura ya kisiasa ya Tanzania ikichezwa mahakamani. Kesi za Lissu bado hazijaanza rasmi. Zimeahirishwa hadi kesho, lakini ujumbe wake uliosemwa kwa sauti na ishara ni mmoja. Tunaweza, msihofu. Na sasa swali linabaki. Je, haki itatendeka au historia itaandika kuwa tuliona, tulijua lakini tukanyamaza? Like, comment na share video hii. Tanzania inaandika historia, jiwekee nafasi yako.